<laughs> Ebana, hizi raha zinakatishwa na Joyce hamka yeah. Akisema eti protocol haziruhusu ndugu yangu. Hatuna jinsi mm. Tutafanyaje sasa? Hakuna namna <laughs> <laughs> ebana, mambo vipi? Mambo ni poa. Kwa vizuri kabisa e zaidi ya jana nami na niko vizuri zaidi ya jana e. E, mabibi na mabwana, karibuni sana. Amina yuko hapa vijana mm. na wasichana e, e, tunawakaribisha pia kwenye kilinge hiki e. E, ilivyo raha pia hata watoto mwaya, mkafurai, duniaani, mm, jio, e, ni nafasi yenu kujimwayamwaya mkafurahi kusikiliza duniani kuna sema nini hasa mila ya jioni tunajua sasa hivi wameshatoka shule e, wako nyumbani lakini wapo wengine ambao wako najiandaa kuelekea tuition. mm -hmm. Au sasa hivi hakuna tuition? Zipo, zipo, nategemea na mfuko wako mda mwingine ah. e, mzazi anayejiweza tuition wanasema elimu ni gharama, ni masomo e, ya ziada e, si tuition e, kwa, kwa Kiswahili tunaita masomo ya ziada. Hivyo hivyo. Eh. Maana muda wa njiwa ndio huwa hapa ndio e, tukapeleke ujumbe wetu ambao lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba jamii yetu inabadilika, mm, inakaa vizuri, lakini wale ambao wameibadilisha, basi wapelekee pongezi. Kabisa kabisa, kabisa. Mbona, unafurahia nini? E. <laughs> Hapana, no, sio kwamba nafurahia ujue, yani ni kitu ambacho huwa kinanishangaza mm. kuna wakati mwingine mpaka najiuliza hawa watu wanakuwa wanatafuta kitu gani? Yaani wewe umekula kiapo ndio mbele ya waumini mbele ya viongozi wa dini ndio, mbele ya wazazi wa pande zote mbili. Baada ya kumemaliza kula kiapo, mmeambiwa sio wawili tena bali, mm. ni mwili mmoja, na huo mwili mmoja kuna kielelezo ambacho wamewapatia mm. ambacho mkiwa kwenye jamii kitawatambulisha kwamba nyiye tayari mmeshaungana, yaani utakapokutana na persons ndio ujue yuko sambamba na Mariamu Sawa, tuseme yuko sambamba na Amina ambaye amefunga naye mm. ndoa tayari. asante sana. na kwa yule ambaye hamfahamu, ni mfano msikilizaji. <laughs> kwa, yule... <laughs> kwa yule ambaye hamfahamu persons? Yeah. Kuna kiashiria ambacho kitaonyesha kwamba huyu persons tayari amemwacha Amina nyumbani mm. au ah, huyu persons hana mtu ambaye amemwacha nyumbani kupitia kile kielelezo ambacho atakuwa hana sawa nacho kielezo ninachokizungumzia? Ndio pale mnapokuwa mmefunga ndoa siku na zile pete mnavalishwa, ah, ile ya na kwa pete hii, mm. ninakuoa Amena. Sisi tunasema hivi mm. Mwenzangu, ndio pokea pete hii na pokea, iwe ishara ya upendo wangu kwako na, na uaminifu wangu kwako haleluya. Kwa jina la Baba na, na la Mwana na la na na Roho ronta, Mtakatifu, amina amina. Watu, Ee. Wiki wiki moja hata hakuna basi unaanza kutembea barabarani <laughs> <vila>. <laughs> Mjini pagumu, mama yangu, mjini unatembea pagumu. Pagumu. Bila pete ili iweje? Pete zinakosesha eh, eh? Fursa gani, yani fursa gani? Eh? Fursa gani ambazo utakosa utakapokuwa umevaa pete na mm. Mara nyingi wanaofanya hivi eh. ni wanaume. Kwa kisingizio kwamba bwana, mimi ninasahau, mm. Bwana, ujue mimi hivi vitu sija. Mbona hujasahau? Mbona hausahau kuvaa wakati unatoka nyumbani, iweje? mm. Mm? Uh, kwani usahau kuvaa pete mm. Tha, dhana ya kwa nini tunaweka pete ni, mm. ni udhihirisho yani kwamba wakati mwingine haina maana sana, lakini kwa sababu mm. ni taratibu ambazo tumejiwekea. haina nini eh, ndio kwa sababu, yani kuna watu wanazo na bado anaweza aka, akafanya yale mambo ambayo sio mazuri, lakini ah, okay. lengo la kwa nini tumeweka mm. amini wameweka huo utaratibu kwamba watu wakutambue kwamba huyu ametwaliwa, si umenielewa? ili yani wengine yani ni off market eh, hayuko sokoni tena huyu, ili waache shobo, si ndio eh. Sasa wewe mama au baba kinakutumani ni kuitoa halafu naitoa ukiwa unaenda kwenye party <laughs> kama uku yani, kama unaenda sehemu za mikusanyiko ya watu ambao unajua unaweza kukutana na vijana nini, mm. pete huvai. kuna ile kwa mfano labda ni kikao cha ni kikao labda cha, cha sijui nisemeje, mm. mkutano wa watu wazima mm. au kwenye baraza la wazee ndio. pete huachi nyumbani, unayo, unayo. <laughs> Safari ya kwenda asil... Unajua ni mkutano mkwene, wa vijana mm. wa wata. Eh, eh, nini? viwawa, viwawa. Eh, mkutano wa viwawa Ah, sijui kwenye sherehe. Single, nini. Niko single. Pete uvai. Rada kama umeambatana. Alafu kuna ile tabia wanaume huwa mnayo siku hizi. Mm. Amekutana na dada au binti ambaye ya alikuwa hajawahi kukutana naye yeah. Anachokifanya anaanza kumwangalia kwenye vidole mm. Anasema, namba, niangalie mkono wako wa kushoto unamuonyesha. Mm. Ukisha muonyesha nakambia, kuna kitu nilikuwa naangalia mm. Kumbe bado hujachukuliwa. Naomba namba yako Eh? E, nawezekana, ume umekutana na tapeli mwenzako, na mimi pete <laughs> nimeiacha nyumbani <laughs> ah, ni utapeli. Huo ni utapeli. Mm, utapeli wa mahusiano au utapeli, eh, wa ndoa. Ni, ni, ni utapeli wa ndoa. Haiwezekani mm. wewe umefunga ndoa na umemwacha mke wako nyumbani. Ndiyo. Alafu baadaye una, una, wewe pete yako unaiacha nyumbani, mke wako ameshavaa pete mpaka na kwenye kidole mpaka kuna kina sugu mm. Kwa sababu ya ile pete, lakini wewe mara ya mwisho unavaa pete ni siku ile mnatoka honeymoon. mm hukurudia tena kuivaa hiyo pete, na ma, na, na, na, uh, uh, mo, kuna utafiti mmoja nilikuwa nausoma siku moja hmm. Nikaona kwamba ulikuwa unasema kwamba mwanaume kila baada ya dakika tano Ndiyo. anasahau kama ana, ana mpenzi. Na anasahau kumbusu. kama ana mke. Matatizo. anatakiwa kukaa na anaupdateiwa kila wakati <laughs> hmm. Sasa na nyinyi ndio mko busy, hamtaki kuupdate. <laughs> Hapana, sio kwamba tuko busy bwana, hey. hivi kweli kama sio mambo ya kujitakia hmm. unasahauje kama una mke Hmm, uja kama una familia? Unajua, au ni ile kwamba kwamba wanaume tumeumbwa tamaa, achana na hilo unajua mm. kuna ile tamaa ya asili ya uumbaji. Ndio. Alafu kuna tamaa za kutamanishwa. Wewe unatoka, mm. zako nyumbani, umemwambia nina ah, mke mzuri nampenda, mm -hmm. kitendo mm. tu cha kuingia Quiz FM, Ehe. unakutana na mali hizi hapa kwa nini kwa nini, wewe bonge la dada, subiri, unafanyaje? <laughs> dada bonge eh, dada bonge, kwa nini huyo eh, dada bonge ambaye umemwona Kwizera FM mm, kwa nini mke wako usimtengeneze eh, akawa bonge la dada kama yule ambaye umemwona Kwizera FM. Acha masala, unajua sisi wanawake tunatengenezwa, eh. Yeah. Yani wewe mke wako na wikuna... hivyo vitu hivi vinatengenezwa hivi eh? Ndio ah, dada, hivyo vitu vinatengenezwa kiaje? Mm. Unaweza usinielewe, mm, kutokana na lishe Mm. Cha kwanza. Ndiyo. Lakini pia tukipendwa vizuri <laughs> mambo yanakuja yenyewe, yani haijalishi, yanakuja na kitambi haijalishi, haijalishi naku... <laughs> yanakujaje? Eh. ka mnaweza mkaangalia jinsi ambavyo wanaume mna, mnapaswa kufanya hapa. Hatuzungumzii wanaume tu mm. tunazungumzia baadhi ya, ya, ya wanandoa hivi. Mbona umewakazia wanaume, wanawake hawavui? Kwani wewe mbona huzungumzi? Mimi nazungumza. Aa, nakusikiliza. Eh. Nakusikiliza. Nimesema hata wanawake ndio maana muda ule nikakwambia aje kwamba mm. Unaweza kwa uniangalia kwenye vidole ukakuta sina pete na wewe hauna pete kumbe, e, umekutana na tapeli mwenzako. Na mimi haiwezekana, nimeiacha nyumbani. mm. Mm. Kwa lugha nyepesi, jamani, nyinyi mnaotapeliana kwenye ndoa kwanza mnatuchanganya sisi ambao hatuja nani? Hamjaenda huko. Eh, hatujaenda huko, yaani mtu anakuta mm. anajua you are single single and searching eh, alafu kumbe ulishatwaliwa ni unatupumbaza hela <laughs> <uchukwera> yangu nitakufunga <laughs> kwani nimekuibia eh? Eh, si umelipa mwenyewe? Niko natamani eh, yafanyika haya marekebisho kwenye sheria zetu mm. mtu akikuada kakudanganya ana mtu mm. ikaja kubainika ana mtu mm. mfungulie kesi ya madai, lakini sheria ipo, ukisoma vizuri sheria eh, ya ndoa na mahusiano inafanya kazi ina, haifanyi kazi lakini eh, ipo. Hata kwa mfano, umekaa kwenye mahusiano na mtu kwa muda mrefu eh miaka mitatu minne alafu ghafla nashangaa naona umeoa na wakati mimi, kwa hiyo miaka minne mm, nilikuwa nime, nina matarajio makubwa kwako nimewekeza moyo wangu kwako, kwa hiyo, sure. Uh, kwa hiyo miaka minne yawezekana kawa ni mwanaume au mwanamke, alafu ghafla ukaolewa au kaoa bila kunipa taarifa mm. Sheria inani, inanitaka kufungulia mashtaka lakini je, yeah? Kuna mm, mtu ambaye ameshawahi kufanya hivyo na kwenye kufungua mashtaka lazima pia huwo na vielelezo ambavyo eh, vinakuonyesha kwamba mlikuwa mlikuwa wote kwa miaka namna mlivyopendana, thibitisho alivyokuambia, you are my baby forever, eh, nitakuoa haya. Lakini sisi tunarudi hapo hapo, kwa nini hmm, uvue pete? Unakuwa unataka uende kutenda matendo maovu hmm, unapokuwa umefunga ndoa, tunakuomba hakikisha hiyo pete yako unaivaa kila unakokwenda ili jamii ione hmm. Jivunie mtu wako uliye naye, kama ni mme wako jivunie mme wako kama no. Ni mke wako, jivunie mke wako kwamba huyu ndiye mwanaume niliyemwona mm. anawazidi wanaume wote ambao mm. nimeshawahi kukutana nao dunia nzima, au huyu ndio mwanamke ambaye mm. nimemwona amewazidi wote kuliko bana. wanawake wote ambao nimeshawahi kukutana nao duniani. Nimeona huyu ndo anaweza akawa mama watoto wangu mm. nimeona huyu ndo anaweza akawa baba watoto wangu. Kwa hiyo unapokuwa unavaa pete, unaidhihirishia dunia kwamba hakuna mwingine ambaye namuona zaidi ya yule niliye naye niliyefunga naye yeah. ndio maana zikae kwa pingu za maisha kuna kuna hey, baadhi ya wenzetu ambao hawatumii pete kama ishara mm, lakini basi tukuongezee maneno kwamba hata kama una pete ndiyo, ila unapokuwa kwa watu uh -huh, jiexpress kwamba mimi ni mme wa mtu ama ni mke ni wa wa mtu, mtu. Ndio e, kwa sababu uh, wengine wanauliza wanasema, ah, nimeolewa lakini sio hivyo, eh. Eh, nimeolewa lakini sio sana, uko <laughs> kwenye eh, mahusiano nipo lakini sio sana <laughs> <laughs> yani, kama naingia na natoka kama, yeah, naingia natoka. Kwa ndugu zetu Waislamu ndio kwao pete si sio yeah, lazima mtavaa so kama mkihitaji yeah. lakini kwa Kristo hiyo ni lazima. Ndio, unapokuwa mmefunga ndoa lazima mvae pete mm. Na ndio maana wengine unakuta kwa mfano kama imepotea mm. anaenda ananunua pete nyingine anaenda kubariki, ndio. Ana, anaendelea kuvaa oh. Ndio, inakuaga hivyo. Naomba tumwagize njiwa. Nadhani wenye masikio wamesikia no. Na wenye kuchukua hatua watachukua hatua. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako, chuja mazuri yafanyie kazi. Ujumbe wa njiwa leo.